Token ya mwisho itawalet. <laughs> Tangu nimemfahamu Kevi, mume wangu mtarajiwa, ni mtu ambaye ni mtoaji. Kwa kweli, namshukuru Mungu kwa hilo. E, mi natumaga message moja tu, siangaikaji wala jibu litakuja. Sawa mama, ndio mama. Kuna kingine So, namshukuru Mungu sana kwa ajili yake, lakini kitu kingine ambacho kilinivutia kwake ni kijana ambaye ni mpambanaji. So, nakupa hii wallet. Kama nnavyokujua we ni mpambanaji, iendelee kujaa. Baba, unaenda kuwa baba wa familia, naomba uendelee kuwa responsible kama nnavyokujua, na mkeo nitakuwa na kuombea tuna tunafikiria vitu positive, hatufikirii kukosa, tunafikiria kupata.